Yes, bwana, uh, tukiwa katika msafara wa kikosi cha Singida Black Stars kuelekea nchini Algiers. Hapa nilipo ni airport ya Uturuki ambayo ipo katika jiji hili la Istanbul, na hapa tumebadilisha flight ambayo moja kwa moja ilitokea Dar es Salaam, na sasa tunaelekea Algiers ambako wanapatikana CR Belouizdad ambao ni no washindani wa klabu ya Uh, Singida Black Stars na hapa niko na Ramadan Nswanzurimo, mmoja wa watu muhimu katika eneo la ufundi la miamba hii ya Singida Black Stars, ambao ni mabingwa wa Afrika Mashariki na Kati. Safari umeionaje? Ah, ilikuwa nzuri sana, ukiangalia nchi zingine wameendelea sana, ukiangalia tumefika hapa dakika 15 tunabadili flight, tunakwenda sasa Algeria, very fantastic. Sasa inatupatia moyo na motisha kusema kama tunarudi na ushindi wetu nyumbani. Umeonaje safari yote mpaka hapa tulipo, kwanza kwa, kwa wachezaji ama ya saa yako vipi? No, kila mtu yuko vizuri, kila mtu yuko vizuri kama gisi unaona mwenyewe hapa, hatuna kazi nyingine tunafanya tukuja kutalii, tunakuja kumaliza kazi, kufika Algeria tumalize kazi, turudi na na furaha nyumbani. Bwana huyo ni Ramadan Nsonzuli, anasema mwisho siku tunarudi na furaha nyumbani. Ni haribu mzinga, nyuma ya kamera ni Conrad Kashasha.